Hip hop ni aina ya, ya muziki na utamaduni ambao ulianza katika mitaa ya New York City, Marekani mwishoni mwa miaka elfu moja mia tisa sabini ambayo inahusisha kama vipengele vitano vikiwemo rapping. Hii ni sehemu kuu ya hip hop ambapo msanii anaimba kwa mtindo wa haraka, mara nyingi akizungumzia masuala ya kijamii, maisha ya kila siku au hisia zake, na nyingine ni kama DJing, breaking, graffiti na knowledge. Hip hop ni zaidi ya muziki na tamaduni inayohusisha kujieleza, sanaa na umoja wa jamii. Wakati mwingine nitakuletea makala kamili kuhusiana na hip hop, ila leo chukua hiyo. Mbali na kujua muziki wa hip hop ni nini, wapo wanamuziki wengi wanaofanya muziki mzuri wa aina hii ulimwenguni. Leo nitakuletea mwanamuziki kutoka nchini Marekani ambaye huwezi acha kumtaja mwanamuziki huyo kama mtu mashuhuri sana, ambaye anaimba kwa kiwango cha hali ya juu Mwanahiphop huyu anayefahamika kwa jina la Kendrick Lamar ambaye anafanya kazi nzuri sana kwenye muziki wa aina hii huku mashabiki zake kutoka mataifa tofauti wakipenda kazi zake, kuanzia melody, aina yake ya uimbaji na namna anavyowateka kihisia juu ya nyimbo zake. Lamar alizaliwa Juni 17 mwaka 1987 huko Compton California, nchini Marekani. Alipata msukumo kutoka kwa wasanii kama Tupac Shakur, Dr. Dre, Nas na Jay-Z ambao walimhamasisha kuingia katika muziki wa rap. Kwa ujumla, Kendrick Lamar amejifunza na kuhamasika kutoka kwa wasanii hawa na wengine wengi, akitumia mbinu za kipekee na uandishi na mchanganyiko wa aina mbalimbali za muziki wa hip hop ili kuwasilisha ujumbe wake na kuandika nyimbo zinazogusa masuala ya kijamii na kibinafsi. Katika harakati zake za kufanya kazi ya muziki nchini Marekani anakutana na vikwazo, ambapo anaingia kwenye ugomvi kati yake na Drake. Tunafahamu Drake ni mwanamuziki kutoka huko nchini Marekani ambapo na yeye eh, huachi kumtaja rapa huyo katika mafanikio yake ya muziki wa aina hii. Ugomvi kati ya Drake na Lamar ulianza zaidi ya mwaka mmoja uliopita baada ya Drake na J. Cole kutoa wimbo wa First Person Shooter, ambao Drake alidokeza kuwa yeye, Cole na Lamar ndio Big Three wa rap. Wimbo wa First Person Shooter ni miongoni mwa nyimbo inayopatikana kwenye albamu yake Drake inayojulikana kama For All The Dogs iliyotoka mnamo Oktoba mwaka 2023, ambapo Drake alimshirikisha J. Cole. Katika wimbo huu, Drake na J. Cole wanajitambulisha kama wasanii wakubwa katika tasnia ya hip hop, wakijilinganisha na Big Three ya rap, wakimaanisha wao wawili wow, pamoja na Lamar. Hata hivyo wanadai kuwa wao ndio wawili bora zaidi, wakionyesha ushindani wao na wasanii wengine kwa ujumla. First Person Shooter ni wimbo unaoangazia ushindani na kujigamba kwa wasanii hawa wawili, wakijitangaza kama viongozi katika muziki wa rap na kuweka wazi msimamo wao dhidi ya wapinzani wao. Wimbo huu ulizua mvutano kati ya Drake na Lamar na kama changamoto ya moja kwa moja kwa Lamar na hapa wakamfanya Lamar kukaa chini na kuandika wimbo wake wa Not Like Us mnamo Mei mwaka elfu mbili na ishirini na nne, ili mradi tu ajibu wimbo wa First Person Shooter ambao alirudisha majibu kwa Drake moja kwa moja kupitia wimbo huo. Hata hivyo, Drake anazungumza kwa mara ya kwanza tangu Kendrick Lamar kushinda tuzo kadhaa za Grami kwa wimbo wake wa kumdisi Drake wa Not Like Us, Jumanne, Februari nne, mwaka elfu mbili na ishirini na tano wakati wa tamasha lake huko Australia, Drake alimaliza kwa ujumbe mzito kwa mashabiki wake: jina langu ni Drake, nilianza muziki mwaka elfu mbili na nane natokea Toronto, Canada. Hadi sasa ni mwaka elfu mbili na ishirini na tano na bila kujali chochote, Drizzy Drake bado yupo hai na ni kwa sababu yenu, nawapenda. Hii ni mara baada ya Lamar kushinda tuzo tano za Grammy zikiwemo wimbo wa mwaka na rekodi ya mwaka kwa wimbo wa no like us. Nyimbo ya Not Like Us iliyotolewa Mei ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne ili dai ilidai kwamba Drake anahusiana na wasichana wa umri mdogo kwa mstari unaosema hii ikiwa na maana, kwa nini unachokoza kama mwanamke ujachoka? unajaribu kupiga noti rabani Aminol. Kwa maneno haya ya kumchafua bwana Drake kutoka kwa wimbo huo, alitoa mashtaka mnamo Januari ya mwaka 2025 dhidi ya Universal Music Group maarufu kama UMG akidai kwamba walihusika na kukuza wimbo huo kimakusudi ili kueneza tuhuma za uongo dhidi yake. Katika shtaka hilo, Drake alisisitiza akisema, sijawahi kushiriki katika matendo yoyote yanayohitaji niweko chini ya uangalizi wa kitongoji, sijawahi kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mtu wa umri mdogo. UMG walikanusha madai haya wakisema kuwa wamewekeza kwa kiasi kikubwa katika muziki wa Drake na kumsaidia kufanikisha mafanikio yake ya kibiashara na kifedha. Mbali na hayo, Ramal alifahamika zaidi nchini Marekani kupitia albamu yake Good Kid Maad City ya, ya mwaka elfu mbili na kumi na mbili, inachukuliwa kuwa moja ya albamu zake zilizofanikiwa zaidi, ikimpatia umaarufu mkubwa na kuthibitisha nafasi yake katika tasnia ya muziki. Wimbo wa Swimming Pools maarufu kama Drunk kutoka albamu hiyo ulimtambulisha zaidi kwa hadhira pana na ulikuwa na mchango mkubwa katika mafanikio yake ya awali. Na si hayo tu, Ramal ana albamu nyingi ambazo pia zilifanya vizuri. Albamu ya mwaka elfu mbili na tatu akiwa na umri wa miaka kumi na sita alitoa mixtape yake ya kwanza Youngest Head Nige in Charge maarufu kama Habithi Throat Minol of the Year chini ya jina la Kidoti. Mwaka elfu mbili na tisa aliachia EP yenye jina lake mwenyewe Kendrick Ramal na kuacha kutumia jina la K-Dot. Albamu ya Disemba 31 mwaka elfu mbili na kumi alitoa mixtape ya Overly Dedicated ya Septemba 14 ilimpatia umaarufu zaidi, ikifuatiwa na albamu ya kwanza ya studio ya Section 80 ya mwaka elfu mbili na kumi na moja aliyoiachia Julai mbili. Mwaka elfu mbili na kumi na mbili alitoa albamu ya Good Kid, M.A.A.D City iliyokuja kumpa umaarufu mkubwa kimataifa ambapo ilitoka Oktoba 22. Mwaka 2015 alitoa albamu ya Tupaimpo ya Butterfly iliyosifiwa kwa ubunifu na ujumbe wake wa kijamii. Mwaka 2017 alitoa albamu ya Damni iliyotoka na kushinda tuzo ya Pulitzer kwa muziki na wenyewe ulitoka mwezi Disemba 8. Mwaka 2022 alitoa albamu ya Mr. Minol Atal na The Big Steppers ikiwa ni ya mwisho chini ya lebu ya Top Dawg Entertainment ambayo ilitoka Mei kumi. Mwaka 2024 alitoa albamu ya sita ya GNX ambayo ilipokelewa vyema na kufanya vizuri kwenye chati ya muziki iliyotoka Novemba 22. h 2 ifahamike kuwa Lamar alikuwa anatumia jina la K-Dot baada ya albamu yake ya Kendrick Lamar ya mwaka 2009, aliacha kutumia jina hilo. Kama ndiyo mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli hii ya Mgashe TV, basi ni kuombe usisahau kusubscribe, ku like, kushea na kucomment. Ulikuwa nami Juliet Innocent ndani ya makala hii hadi wakati mwingine, asante na kwa heri.